Mpendwa mtazamaji, ni tarehe tatu ya mwezi wa saba kanisa linafanya sikukuu ya mtakatifu Toma Mtume. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, masomo yetu. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya pili aya ya 19 hadi ya 22. Injili inapatikana kwa Injili ya ya Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 24 hadi ya 29. Nitaisoma Injili. Mmoja wa wale thenashara Tomaso aitwaye Pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao, akaja Yesu na milango imefungwa akasimama katikati kati akasema amani iwe kwenu kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utiye ubavuni mwangu, wala usiwe asiaamini, bali aaminiye. Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia wewe, kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheli wale wasioona wakasadiki. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, mtakatifu Toma mtume alikuwa ni mvuvi na alikuwa akivua samaki katika eneo la Galilaya kwenye lile ziwa la Tiberia huko Israeli. Kama vile ilivyokuwa tabia ya Yesu kuweza kuwaita watu mitume wake wa mwanzo akina Petro waliokuwa wavuvi, Petro ambaye alikuwa na Andrea na Yakobo na Yohane, vile vile pia Tomaso naye aliitwa kwa kazi hiyo. Alikuwa na tabia ya wale watu ambao ni wanyofu, yaani alikuwa ana moyo mkuu, yeye alikuwa hawezi kupindisha jambo. Nyeupe ni nyeupe, nyeusi ni nyeusi hadi katika nyakati ambazo hawakuwa wanamwelewa Yesu juu ya mipango yake ya kwenda kufa kule Yerusalemu, ambako kifo chake ilibidi kipitie, kukataliwa, kuteseka, kusulubiwa hadi afe. Alipokuwa anazungumza maneno hayo, siku moja, Tomaso aliwaambia wenzake, jamani, na sisi twende na tufe pamoja naye siku ile Yesu alipokuwa anazungumza juu ya mateso yake. Na baada ya Yesu Kristo kuweza kufufuka katika ufufuko wake, alipoanza kuwatokea mitume, huyu Tomaso katika tabia yake ya kuweza kuwa na mashaka aliondoka katika ile jumuiya ya kwanza ya wenzake walipokuwa wamekaa ndani, akaenda mtaani. Yesu akaja kama tulivyosikia katika ile Injili, akawakuta wale wanafunzi wengine wakumle ndani yeye Tomaso hakuwapo na aliporudi wenzake wakamwambia tumemwona bwana kama kawaida ya unyofu wake akasema kwamba mimi e, nisipoziona e, zile kovu katika mikono yake na kwenye misumari na nikatia kidole changu katika mahali pa misumari akasema mimi sisadiki hata kidogo. Yesu, kumbe, aliyasikia hayo maneno aliyokuwa anayatamka huyu Tomaso huko aliko. Baada ya siku nane, Yesu akaja, milango ikiwa imefungwa kwa sababu nyakati hizo Yesu alikuwa hawezi kuzuiliwa na kitu chochote, ana mwili wa utukufu, aweza kuingia popote pale. Akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe ni mtu asiyeamini, bali ni mtu anayeamini. Tunajifunza mambo gani? Tunajifunza jambo moja kubwa katika safari ya maisha ya Tomaso. Tomaso, yeye alikuwa ni wale ambao ni wanasayansi, hawawezi kuamini mpaka atakavyoweza kugusa, mpaka atakavyoweza kuja kuona na kuweza kuonja na katika anguko lake la kutokuweza kuamini alipotokewa na Yesu aliamini kwa asilimia mia moja, ndio maana akakiri maneno haya akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Na ndio maneno ambayo yanatumika mara zote kupitia kwa mtu aliyeanguka. Biblia imejaa watu ambao walikuwa ni dhaifu kama sisi, walikuwa wanaanguka katika maneno yao na ubishi mbalimbali mbali. Walikuwa hawawezi kuamini hivi hivi kiurahisi lakini walipogeuka wakageuka kwa asilimia mia moja. Tomaso anawekwa kwetu kupitia wale wote ambao ni wasomi, watu ambao ni wabishi, wanataka kila kitu kinachotokea katika imani waweze kukiona na kukionja na kukigusa. Kwamba kuna baadhi ya mambo mengine Mwenyezi Mungu anayaruhusu yatokee katika maisha yetu, si lazima tuweze kuyaona, na baadaye tukimkiri yeye, ataweza kutuokoa baada ya hapo. Baada ya Pentekoste inasemekana kwamba mtume huyu Toma alikwenda pande za mashariki kuweza kuhubiri kumhubiri huyu Kristo ambaye yeye alikuwa hammwamini, na akaenda maeneo ya Uajemi na baadaye pia akaenda maeneo ya India, maeneo ya Kerala huko akakusanya watu wengi kwa mwenyezi Mungu. Wakristo wa huko walianza kujitangaza kwamba wao ni wakristo wa mtakatifu Toma. Alipokuwa huko akihubiri neno la Mwenyezi Mungu, alijenga makanisa mengi. Makafiri waliweza kumchukia mtume Toma kwa kazi alikuwa anaifanya. Siku moja, walimvizia wakamchoma kwa mikuki, wakammaliza, wakampiga kwa mishale, wakamtupia mawe, naye akafa, na habari zake zimekuwa zikiwa zinakumbukwa na kutukuzwa na kukumbukwa kila inavyofika tarehe tatu ya Julai, kwamba yeye ni mtakatifu aliyefanya kazi kubwa sana. Hivyo basi hadi katika siku ya leo kwa sisi ambao tumekuwa ni wabishi katika mambo ya Mwenyezi Mungu, mtakatifu wa kuweza kutuombea ni huyu Mtakatifu Toma Mtume. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.